Bana, niko eneo la Mbezi Kimara, niko hapa nimekuja kutana na dogo Shafi pamoja na dogo Athmani. Hawa ni madogo ambao wametokea Iringa kuja Dar hapa ni kwa ajili ya kuweza kutafuta maisha, lakini mambo yamekuwa tofauti na ambavyo wao walitegemea. Pengine walitegemea kutakuwa kuna maisha mazuri kuliko kule ambako wao wametoka, lakini wamefika hapa imekuwa ni mara mbili ya kule ambako wao walikuwa mwanzo. Sasa watatuelekeza ni kwa namna gani ambavyo wako hapa Dar na kitu gani ambacho wanafanya lakini uh, licha ya maisha kuwa magumu walipata msamalia mwema ambaye aliweza kuwasaidia na yeye si mwingine bali ni tajiri Chui. Sasa niko nao hapa kwenye mahojiano maalum ambayo tutafanya nao kwa siku hii hapa leo. Shafi na Thumani, mambo vipi? Poa? mko vizuri? Poa, vizuri. Mmekula lakini? Ndio, mmekula. Sawa, mmetokea Iringa mpaka Dar, lakini kile ambacho mmekuja ukitafuta kimekuwa ni changamoto kwenu. Story ilikuwaje? Kwa nini mlikuja Dar? tulikuja Daa sababu kule kwetu maisha yetu yalikuwa magumu sana yani, kuna maisha magumu, wazazi wetu hawana hata hela. Basi mimi na mzangu tukashauriana nini, tutoroke tuje Da. Da yenyewe tumekuja huko, yani changamoto, hamna kitu chochote, yani ni mateso, mateso. Okay, sasa ngoja kwanza, safari ya kutoka Iringa mpaka Da ilikuwa kuaje? Nianze na Athumani. ni changamoto. Yani tu tuipeti, yani, vitu vingi yani huko <coughs> tuliteseka sana. Okay, mlikuja na usafiri gani Athumani? tulikuja na usafiri hivyo, tulikuwa tunatembea mdangie, tunakutana na watu, tunaomba hela watusaidia, tunapanda gari, mpaka mnafika dawa Eh. Athumani ulikuwa unasoma darasa ngapi nyumbani? nilikuwa nasoma la saba. Darasa saba? Ndio. na ulikuwa unaenda kumaliza lakini ukakomea njiani? ndio Yani na maliza sima, ndio hivyo tu uh, Shafi, nipo darasa la sita. Moja ni darasa la saba lakini mwingine darasa la sita. Waliamua kufunga safari kutoka Iringa mpaka Dar. Mwisho wa siku wamefika Dar, mambo yakawa magumu. Hebu tuelezeeni maisha ya Dar yalikuwaje? Tuanze na Thumani. Ah, maisha ya Dar ilikuwa mateso, watu wakuwa wanatunyanyasa wanatunyanyapa Dar ndio hivyo tukaishi tuka, tuka tunaokota chuma, ndio hivyo tukaenda kuuza, tukipata hela ndio hivyo. Sasa siku tu tumekaa sehemu, ndo akapita mtu anaitwa Tajiri Chui, ndo akatuita ndugu zangu vipi, si ndo tukaenda. Baadaye tukamwambia bro, si tunatokea nini, ila tulikuwa tunasema huko huko si mahali ya maisha, tukaamua tutoroke, ndo tukaja huku Dar. Dar yenyewe ndo yani hamna chochote, tunateseka tu huko, ndo akatuliza hivi, aa, nikawasaidia nikawapeleka shule mtarudi, tukamwambia ada bila shule yani hamna si chochote yani, shule ndo muhimu. Basi akatusaidia ndo tukaenda kwake kwake pale, ndo baadaye akasema nipeni namba ya baba yenu nimpigie mm. ili ajue, ndo tukampa. Ah, mzee ndo yule pale pembeni ambaye pia mko naye hapa ambaye tume tumemkuta tume tume yuko pamoja na nyie eh, ndo huyo mzee wetu alipigiwa simu na tajiri Chui aje, ndo kaja hapo ndo namuona Athumani ma, maisha ya daa kulala kabla mjakutana na tajiri Chui lakini pia maradhi mengine yalikuwaje? hivyo yalikuwa hivyo, ma tumbo tukiamka na tuma tunajikata, tunapata msaada sehemu nyingine, sehemu nyingine watu watunyanyasa ngine, tunaishi hivyo hivyo mdogo mdogo. Na toka mmekutana na tajiri Chui kwa sasa, maisha ya sasa na ya mwanzo tofauti. Sasa hivi leo tunakula vizuri tunaendelea na maisha, shule imeshaanza shule ya leo yani, leo kesho ndo tunaanza kesho, ndo rasmi tunaanza shule mm. e. na kwa sasa mpo nyumbani kwa tajiri Chui? Ndio, ndiyo e, tunaishi kwake. Okay, maisha yapoje? Maisha mazuri sana, yani ule kaka ana moyo sana, yani tunamshukuru. Bila yeye, sasa hivi sisi tungekuwa wapi? Sasa sisi tuko tunalala yani mitaro kama hii, tuko tulio sisi tunalala Shafi, unamueleza vipi, unamuelezea vipi tajiri Chui ni mtu wa namna gani kwenye maisha yenu? Ani ye baba yetu tuseme, tunamshukuru endelevo kwa watu wengine. Mwenyezi Mungu ambariki moyo wake uendelevo hivyo, awe na roho nzuri, ametusaidia sisi Namshukuru. Ni vigumu kwa mtu ambaye tayari ameshaanza maisha ya mtaani kurudi tena shule, lakini sijajua kwa upande wenu itakuwaje kwa sababu tayari mmeshaonja uh, ramba iko mtaani bila kwenda shule na kwa sasa mnarejea tena shule, mtasoma kweli? Kabisa. Mnamwahidi ni nini Tajiri Chui sasa ambaye amewasaidia na mnaishi naye mpaka sasa hivi? Tutamwahidi tutasoma kwa bidii na tutasaidia wazazi wetu na tutafaulu. Hayo ni maneno ya dogo Shafi pamoja na Athumani ambao leo tuko nao hapa kwenye mahojiano maalumu kuzungumza nao machache, baada ya kuwa wameupata msaada wa tajiri Chui na kwa sasa wanaishi naye nyumbani pamoja, lakini tunaambiwa uh, kwamba muda si mrefu wataanza shule na maisha yataendelea kama kawaida. Of course, uh, nimekutana pia na mzee wao ambaye pia alikuwa yuko nao hapa na tazungumza naye na yeye kwamba kwa mara ya kwanza ilikuwaje, ama aliambiwa na nani kwamba wanaye wako Dar? Mzee, sawa. Soge soge soge soge, soge. Mzee heshima yako maraba, maraba. Mzee heshima yako maraba. Baba, kwema? Kwema kabisa. safari ya Iringa ilikuwaje? Ah, safari ya Iringa ndefu, ndefu kulikweli, alafu ni mara ya kwanza kabisa kutoka Iringa kuja hapa leo ila tu njia. Basi ilikuwaje mara ya kwanza ambapo unapigiwa simu unaambiwa wanao wako Dar es Salaam? Ah, mimi nilifurahi sana kusikia kwamba bado wako hai, nitarajia mm, labda washafariki huko, washapigwa na wahuni washafariki, lakini nimepigiwa simu nikasikia wako hai. Je, nikawaone basi nilifanya hima kuja nikuja kuwaona. Na wakati wanaondoka ilikuwaje eh? kwani ghafla ulishangaa tu hawapo, ama walikuaga baba tunaenda sehemu fulani kwa ajili ya kutafuta maisha. Ah, mimi nilishangaa tu, naamka nakuta watoto hawa, nauliza mama, mama watoto wako wapi? Sasa sijui walikoenda, kaa siku mbili siku tatu siwaoni. Sasa nikabii, nikae kimya, sasa nifanye nini? Nauli sina, hela sina, kaka kimya, nisikilizie na aliyekupigia simu mara ya kwanza anakwambia wapo na wako daa, wana wamesaidiwa na mtu fulani. Ah, watoto ndio mmoja hapa akanipigia simu, alitumia simu akanipigia, akaniambia, bwana sisi tuko Dar, hofu sana, usifikirie kwamba tumekufa, tuko Dar, tumepata mfadhili mmoja anaitwa Tajiri Chui mm. Ah, nikasema kweli, eh, sasa nifanyeje niwaone? Nikasema eh, basi nikatumia nauli, wakamtumia nauli, nikafika hapa kuwaona na bahati nzuri, nimewaona kweli hawa. na aliyekutumia aliyekutumia uh, nauli alikuwa ni nani? Tajiri Chui mwenyewe Yes, namshukuru sana kwa ile alifanya msaada aliyofanya. Ah, mimi sina cha kumlipa kusema kweli, ila namuombea dua tu. Changu kikubwa ni dua kwake aendelee na moyo huo pale alipochukua. Mwenyezi Mungu atazidi kumwongezea. Mazingira yao kwa sasa ambayo wanaishi, najua tayari utakuwa umeshaenda kuyaona na unafahamu vitu vingi kuhusiana na wao kwa muda huu, yapoje pale ambapo wanaishi kwa tajiri Bwana, wanakaa vizuri wanaishi vizuri wanakula wanaoga. Nafurahi sana maisha yamebadilika, moyo umeridhia kabisa kumwachia watoto akae nao nimeridhika kabisa e, kwa moyo mmoja nimeona ni binadamu, ni binadamu mzuri, na nimemwona hali yake, na mimi mtu mzima nimemuelewa, asante. Watoto wanapotea sana sasa hivi, pengine hujawa na hofu kwamba pengine ngoja tu niende nao labda pengine wakasomee kule kule Iringa? Hapana. Mi naona kwa moyo aliokuwa nao tajiri Chui mtu mm. mwema hawezi kufanya ubaya. Kwa hiyo nauli inge kuwaona ingekuwa labda anataka kufanya kitu kibaya, asingekubali nje kuwaona, angemalizana nao huko huko, watoto wengi tu huko mtaani, ingemalizana nao tu, lakini ameamua kuja nione mimi, ili hata kupata tatizo, ni rahisi kuja kunipata mimi, na mi sitakuwa nalawama naye kwa sababu tayari sasa nshamjua okay. sa, sa, kwa hiyo na, na wanaendelea na shule wanaanza ali? Wanaanza kesho. Nimesikia nimeongea naye amesema shule wanaanza kesho. Ameshawaandikisha tayari kesho shule ameshawatafikia maandikisho, wanaanza kesho wanaendelea na masomo. Sasa, pengine uh, kwa wale ambao wanakutazama muda huu unawaambia nini kuhusiana na tajiri Chui? Kuna wengine wana mtafsiri tofauti pengine kutokana na, na, na, na, na mambo ambayo amekuwa akiyafanya kwako wewe kama mzazi na tayari na watoto wako Ha, mimi namchukulia tajiri najua wa, wa, binadamu wana mambo mengi, anaweza kumsema mtu kwa binadamu sababu alijakamilika wote, lakini nilivyomwangalia Tajiri Chui kwa jamii, anataka kuisaidia jamii, amejitoa kusaidia jamii kama hawa watu wanaowasaidia. Kwa hiyo hana ubaya kwamba ana mambo ya kandokando -kando mengine, hapana. Yeye ni kwa moyo mmoja wa kimungu ameamua kuwasaidia jamii ambayo haijiwezi, watu ambao hajiwezi kama hawa watoto tu... Of course ametusaidia hata sisi, mimi ambao ambayo kipato changu ni kidogo, kusema kweli amenisaidia, nabidi mshukuru, aakwa Tanzania sio kila mtu unayemwona kwamba anasaidia mtu ana lengo lingine, hapana. Wako wenye lengo hilo, lakini huyu jamaa, huyu jamaa Tajiri Chui amejitoa kwa moyo wote kwamba anawasaidia wasio na uwezo. Mzee, mimi nikushukuru sana na niwatakie kila lenye heri katika uh, mchakato wenu wa mafanikio hasa kwa vijana wako. Asante sana, nashukuru sana ndugu zangu, kae nao salama, maisha yaendelee. Mwenye Mungu atawaongezea atawa, atawa, atawa, atawa, atawa, atawa zaidi hapo. Sawa, ebana uh, tunakamilisha mahojiano yetu kwa siku ya leo lakini nataka nisikie uh, maneno machache tu kutoka kwa hawa wawili Dogo Shafi pamoja na Dogo Athmani. Athmani uh, una chochote cha kumwambia tajiri? Mimi na cha kumwambia niendelee, awe na moyo huo awasaidie watu wengine. E, Mungu amsaidie na Mungu ambariki, tutakumbuka wema wake aliotufanyia alutu. Mungu ambariki sana. Shafi, namshukuru mwe mwe kwa moyo mmoja, Mwenyezi Mungu tunaomba ambariki zaidi akaikianache mka Bada tumeyakamilisha mahojiano yetu na vijana ambao wamesaidiwa na tajiri Chui kwa siku hii ya leo, tumeamua kuwafuata eneo hili la Mbezi Kimara eh, tuko nao hapa, tumezungumza nao kama ambavyo umewasikia.